Majonzi yametanda kwa familia ya Einstein Tunje, mwanafunzi wa darasa la nane aliyekumbana na mauti baada ya kilele kinachodaiwa kuwa kichapo cha mwalimu katika shule ya Gongoni, eneo bunge la Kilifi South. Kulingana na mzazi wake, Alhamisi mchana, marehemu alirudi nyumbani akilalamikia maumivu ya kichwa. Ndio ananiambia kweli? Lakini mtoto wako aliumia, aligongwa huyu ama alifanya nini? Yuko hali mbaya kabisa. Mm. Kabidi ambao kuna daktari mkubwa amekuja nikamfuata mpaka huko aliko. Nikamfuata alipoongea naye akasema acha nakuja akaja kufika hapo akasema uh, huyu basi hata heri ende ICU. Hakika hiyo kitu iliniuma. Mimi kama mwalimu siwezi punish mtoto namna hiyo. Siwezi kabisa kabisa sababu mimi ni mzazi. Na tunavyofunzwa kwamba kama uko na hasira zako nyumbani usiwahi ingia darasani afadhali ukae staff room. Ijumaa yake maumivu yalizidi na kumlazimu kumpeleka hospitali. Aidha, wamedokeza kuwa matokeo ya uchunguzi au upasuaji uliofanyika yamebaini kuwa Einstein Tunje alikuwa amegongwa na kifaa butu kichwani mara kadhaa, na hivyo kusababisha damu kuganda. Na singesema hivyo ni kwa sababu tumetoka postmortem right now, na ripoti ya daktari imetoka, inaonyesha kwamba yule msichana alikuwa na internal bleeding kwa kichwa. Naibu komishona wa kaunti eneo la Kilifi North, Samuel Mutisa, ameomba wazazi kuwa watulivu hadi uchunguzi ukamreleke. Sisi wote ni wazazi, mtoto amekuja wa, pengine unaweza kuona amekupotezea heshima, ita mzazi wake. E, kaeni chini e, ongeeni e, mtoto azungumziwe. Familia sasa ikitaka mwalimu aliyehusika kukamatwa. Kwa sasa, familia inataka haki kwa mwana wao. Kapictures, runinga ya Kifagio Media.